nipambano asante. Watu wa Mungu ni waarike, tusimame tuweze kuomba. Tunapokwenda kufungua kipindi hiki kwa idara ya uchapishaji, barikiwe viongozi wa programu hizi mchana wa leo. Mungu akubariki basi, mwalike tuombe. Kutukuzwe Baba yetu wa mbinguni, farume mwema uketie mahali ya juu mbinguni Tunakushukuru sana Bwana kwa kuwa ni kutembeza programu hizi ziendelee katika kanisa hili la Ilolo ambapo Bwana umechagua watu wako tuweze kukuabudu leo. Tunakushukuru kwa ajili ya programu hizi, watoto wameimba, wamefundisha roho wako, wameongoza kazi yako, watu wazima, vijana, tumeungana kwa pamoja tukusifu kwa nyimbo jina lako litukuzwe Bwana, pokea ibada hii. Hata tunapokwenda kuanza kipindi kingine cha idara ya uchapishaji kwa ajili ya kuendelea kujifunza njia yako ya ukovu na namna ya kuandaa wenzetu wote, tukakujue tukajitayarishe, tunaomba uzidi kwa pamoja nasi, tuongoze, Mungu wetu, tupatie akili tulivu na pumziko hili, tuweze kubarikiwa katika kujifunza yote ambayo yatupasayo katika maisha yetu, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba kwa jina la Yesu amina. Nimemtamleta ah, mtumishi wa Mungu iohatakua akizungumza aacho kimetuleta mchana wa leo mahali hapa. Nafurahi kuwa na kanisa zuri lilo na vijana wengi. Ninaamini kazi ya Mungu itasonga mbele na wengi tutajitoa kwa waiiti, na wengi tumeshakuwa kuwa waiiti. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu uweze kuzungumza na mkutani. Ikiwenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. wasafiri wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amina kwa sana kwa kuwa kwa kwa kwa, Bwana amenipa nafasi tena ya kuendelea kuwa hai. Kwa kweli niseme tuwazi kwamba si rahisi sana ukasimama wakati kiongozi wako yupo, lakini kwakuwa wamelirusu basi Sina kweli kusema nani machache. Amina jamani, tushaomba. E, uh, labda tulisemea kwamba wiki zangu tukawa tunatamani kwamba mambo machache muweze kuyafahamu kama washiriki, tunapoanza kufanya kuifanya kazi ya Mungu angalau machache a tunayajua. Unajua idara ya uchekeshaji hii ina upana wake.

kwa hiyo ilipo inapotoka lakin eh, lakini pia najua mkurugenzi wangu alishawashukuru kuhusiana na programu ya tarehe kumi na tisa, lakini pamoja na hayo nilifurahi sana nilipokuwa eh, na, nalipa na, namna mabarikiwa sana kwa support kazi ya Mungu pale Oktoba kumi na tisa. Mbarikiwe sana na ndivyo kazi ya Mungu nakwenda kumalizika na, ku tukishikana kwa pamoja lakini pia natamani natama, natama mafahamu machache eh, tutasema kidogo haya, lakini pia nitasema kidogo nukuu chache. Sijajua tunatumia dega ngapi kama uh, ajua. Tutasema kwa ufupi kwa haraka haraka, ili angalau basi kalemu kaweza kuwafikia watoto. Jambo la kwanza nijue, uh, kanisa lako nijue, kanisa lako nijue hasa hasana kazi ya Mungu unajua, washiriki wenzangu, kuna wakati naweza mkaona program zina pengine zinakuja kuja zinakuja zina kuja, kuja, msijue eh, zinakuaje hasa taratibu kodi hasa, wengine wanafikiria labda tu tunaanza tu hapo kufikiria kusema tu, yaani mujue namna ambavyo programu zetu au programu za uchapishaji zinapokwenda na tunakusema, jamani, washiriki sasa, tunakuja huko mzielewe vizuri, ili asiweko anayenung'unika kwenye kazi ya Bwana minatayeu e, kwa sababu sisi kiuhalisia tunafanya kazi katika mazingira matatu la nne na sisi wenyewe. Yaani, jambo la kwanza ni kuambia wanje ambao hawajui imani yetu Mungu Yesu, lakini la pili kuwakumbusha washiriki, kuwakumbusha washiriki hata kwenye taarifa kuna kipengele wa washiriki waliojinuma wamewatembelea. Kwa hiyo tuna pia kuhimiza au kuhimizana washiriki wenzetu wa tuweze kuamka katika usingizi wa kiroho. Lakini jambo la tatu pamoja na hayo ni sisi wenyewe pia kujiandaa katika mambo ya kio au kusubiria sumara ya pili. Kwa hiyo utaona katika mazingira hayo sisi ndio malengo yetu makubwa sana ambayo tunafanya. Utafuta kondozo upotea sisi wenyewe pamoja na washiriki wenzetu. Sasa, kuna kanisa letu na programu makini sana kama nne mpaka tano hivi ambazo unapaswa kuzifahamu, ili kama ulikuwa uelewi kwa sasa unaelewa na hata makani zikija basi kwako sisio tena mgeni mgeni. E, jambo la kwanza, jambo la kwanza kuna kuna mwezi wa tatu wakatufanya kwaga wa nne, kunakuwa na program makini sana ya washiriki kusupport kazi ya Mungu, kuungana na evangelist. Sisi sio wengi kwamba tunataka kufanya mambo mazito ma, kutaa na, na maefoti haya kwa hiyo wakati fulani zitakuja hiyo program kwa ajili ya nio washiriki support kazi ya Mungu kununua vitabu na kwenda sisi kwenda kuvigawa kwenye efoti ya waingizi wa vitabu. Kila mwaka tunakuwa na efoti ya, ya, ya, ya hadhara kati ya mwezi watatu na wanne ambao tunakuwa tumepangiwa. Kwa hiyo wakati fulani tunaomba oh, michango mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha kama nilivyosema mara sisi peke yetu hatuwezi, ni wachache, lakini pia washiriki hapo changia vitabu kwa ajili ya kwenda kugawa kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo hii programu jamani, washiriki wenzangu, mwe mnaifahamu kila mwaka, kwa hata mwaka kesho tunauendea elfu mbili na ishirini na sita, kitafanyika hivyo. Kwa hiyo tutakapokuja kwa kwa, isiwe mgeni kwako kwamba wamekuja tena, wamekuja tena, wame Naomba tuungane na Mungu aweze kutusaidia kwa sababu sisi sote tunasukuma kwa nguvu moja. Amina tuwa Mungu. Kwa hiyo ni programu ya kwanza, uijue. Mwanzoni kabisa mwa mwaka wa tatu ama wa nne inategemeana na waliopanga mambo yetu, lakini waivuki hapo, tutashangaa tumekuja. Jamani, loo no. Naomba iki naomba kitabu labda hivi, nafanya hivi. Hiyo ni programu ambayo inakwenda maeneo yote na Mungu abariki. Uijue hiyo mwezi wa tatu au wa nne, unakuwa na gawa vitabu, washiriki tunahusika hapo, toa sadaka yako na kaza mtenda mbele. Sasa hapo kwenye kuzungumza hivi, kuna baadhi ya washiriki wengine eh, tukifikia kwenye programu hizi, wapendwa watoto wa Yesu wana wanatoa kaduchu sana, yani inakuwa kama ni nyongeza, lakini kiukweli <laughs> Hili linatakiwa kubebwa kwa uzito sana, kwa uzito sana. Tukiwapa visa ambavyo watu wanakuja kwenye kanisa hili kupitia vitabu vyenye mnavyogawa hivi, washike ingesha habari. Nafikiri hata ukuziaji wa, wa, wa, wa, wa mwezi huu wa kumi na mbili, kama sio sabato ile ya tatu iliyopita, mlijifunza ukuziaji wa asubuhi hapa kwenye shule ya Sabato, namna mtu anaposoma Pambano Kuu akaja kanisani. Nafikiri kama singepewa hiyo pamba nkoa angepata. Tulisomewa hapa mchana mbara na ni eh, kuziaje. Sasa sio hivyo tu hata tuti ngoma hapo. Eh, ni eh, hapo chini tu wilayani hapo momba. Kuna kisa kilitokea hapo huenda taambia baadaye moja nikimbie kidogo hapo. Lakini sio hicho tunizindi. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya Mungu kununua vitabu kwa wingi na kupeleka huwezi jua nini kitakwenda kutokea na huo mbaraka utakuwa ni wako. Lakini jambo lingine, kuna mwezi wa tano au wa sita, kunakuwa na kuna program ya makesha uh, huu mwezi inakuwa ni chakula cha washiriki, chakula cha ndani. Hii nayo ni program ambayo inatufanya tukutane na nyie washiriki, tukitoka ya mwezi wa tatu kwenye makesha pale, inatufanya tukutane tena na nyie na hii kama nilivyosema, imelengwa hasa kwa sisi washiriki. Kwa hiyo ujue, watano ama wa sita tayari kuzunguka tena kuleta hizo huduma, na hiyo huduma imekusudiwa kabisa kuleta uamsho wa, wa pekee katika kila nyumba ya unajua, yaaba unajua, sehemu nyingine saa naandaa tu kwenye Biblia, naandaa tu fungu. Sawa wote hapa, Biblia ni mwongozo, lakini haya masomo yanapokuwa yamepangwa yanatuunganisha pamoja kiulimwengu. Amina, watu wa Mungu, yanatuunganisha pamoja fikiria. Unaposoma lesoni, dunia nzima unasoma wote, unakuwa na uelewa mmoja. Unaposoma haya makesha, unakuwa na uelewa mmoja wa pamoja, alafu wanapoitishia pia, kama ulikuwa umechoka, kwa nasomo linaangaliwa mapenzi sio, naona hizo raha zote, kwa hiyo unapaswa kuwa kuelewa hilo jambo la msingi sana. Lakini pamoja na hilo makesha pia kuna kwa programu inakwenda mpaka inakuwepo ya pili, mwezi wa kumi na moja na wa kumi na mbili kama kipindi hiki, ninaamini wengi mmepata, na wengine na ambao hamjapata mtapata, mtapata. Kama kuna mtu ajapata hapa, atapata. Amina watu wa Yesu. Kwa hiyo makesha pia inakuwa hivyo, lakini pia mwezi wa